anashinda wazee wenzangu huku akinichakachaka juu ya kulea mtu mkubwa kama huyu. Ukileta upusi na kufukuza wewe, na yeye, ee, mwende kutoka kwangu. Mbona ufiche vitu za mtoto? No, shida nikitafuta kwa heshima

Amesema waongee. Nataka msichana kwa boma, nataka aende. Waongee na kijana wangu, tutafanya kazi na pesa zenye nasikia ati timk nas

Mama ameanza kuniletea watu wa kwenyu nani? <laughs> <digitally languages> <inaudible> Huyu uh, okay, ni nani? Huyu ni kama umeanza kuniletea watu wa kwenyu. Huyu ni waganga ama? Aya, si metosheka. Mnyaji, eleze, ah, so, uh, uh, uh, daktari, asante kwa kuja uh, uh, uh, lakini umekawia kawia sana, utuambia unakuja, tumekungoja uh, uh, but, finally umekuja na mimi ndio nimekulea mpaka hapo nafika. Mama ake Wisley, hali vipi? Mzee kwema? wanasema kwema, wasalimia Eh, kwema. Mm, Wesley hali vipi? Upo? Mm, salama sana. Mnaje? Eh. Salama. Mm, msichana, hali vipi? Hali ya mm, mm, mm, mm, mm. Salama daktari, salama. Mm. Aa ah, mzee, natumai umejua kipi ambacho kimeweza kutuleta hapa, uliweza kuelezewa na mama sivyo? Kitu gani? Hakuna kitu, najua. Ndio maanake unawa mkali sana maanake, lakini tutaweza kujua bivu na bichi sasa hivi. Okay, mm, mm, mm, mm. Kwa naiyo, ile kitu mimi na nashindwa na ni yeye, nani

Mweze kumpa kijana haki yake, kijana aweze kuyatumikia na kuyafurahia matunda yake. Haki gani? Mm, mm, mm. Kuna stakabadhi na shamba ambalo aliweza kumtumia mama pesa ili aweze kumnunulia katika miradi yake, lakini nyinyi wawili mkajitwika na kujilimbikiza mali ya kijana na kumpa kijana wenu. We, kuna kitu ulipewa? Ndio. Kitu gani? Nilikuwa natumiwa pesa hmm, na kijana. Na hizo nasikia document ni gani hizo naulizwa? Ni hizo pesa ndio alikuwa anatutumia tuna tununua shamba. Ulisikia kijana akisema nimnulie shamba. Mm -hmm. Na ninunue kaplot hmm, kingine pia kadogo tumjengee. Hmm. Tukanunua na kila na na nani? Nikiwa na wewe. Hmm. Lakini ikifika mahali pa kuandika ulikuwa unaniandika kama ni title deed niambia hmm. Andika jina brother yake mdogo namfuata, nikafanya hivyo. Huyu kijana ni kijana wangu, isipokuwa nilichukua mamake mm -hmm. akiwa na yeye, lakini mimi umechukua kama kijana wangu juu ni mimi nimemlea mpaka mpaka hapo. Kwa hivyo hata hizi vitu mamake wananiuliza mimi hata sijui ni vitu za aina gani? Yeah. Mm. <laughs> Ah, mm -hmm. Simwone baba, mbona ulisema documents andikwe kwa jina ya jana mdogo ambaye si hata brother yake Wisley Masasa? kndo lakutaneaeaiko hivi, huyu kijana ni wangu mimi, ndio nimemlea na huyo mwingine ni mimi nimemlea sasa. Kwa hivyo huu vile nimemule hivi, ama mama yake achukue kijana wake waende, na nibaki na mimi na kuuliza, unafananisha ulichonilea nacho na pesa yangu? Kwa hivyo ulikuwa unalea, ndo nikuregeshe? ndo sio, ungeniambia polepole, na mama yako tukiwa tukitumia mali yako ni shida? Nauliza. <laughs> sikatai kutumia pesa, ziko wapi? karatasi za vitu zangu ziko wapi?

Si? alikuwa anajua. <coughs> uh, <coughs> <coughs> mm -hmm. uh, mzee. Yes. Uh, kitu ambacho sisi tunakitaka hapa mm -hmm. kwa njia ya amani mm -hmm. pasipo kuwepo na kizuizi chochote mm -hmm. tunataka kijana aweze kusaidika na kula mali yake kwa hali sahihi na aweze kuenjoi vitu vyake mm -hmm. maana yake ameweza kuvitumikia katika kazi, katika jasho yake mm -hmm. na akijua anakuja nyumbani kusherekea ya matunda yake ambayo aliweza kuyavuna kule na, mm -hmm. na amesha kuja nyumbani, anaulizia mama, vipo wapi matunda yangu? Mama anamweleza ya kwamba mliweza mm -hmm. kumpa yule kijana mwingine na mkaweza kumwandikisha majina yake kisha kijana hana chochote na aliweza kukitumikia na kukifanyia kazi, kile ambacho mnamdhulumu nacho hicho. Hata kama ni wewe, nini vyema kweli, mzee? Hamna kitu kama hicho mzee. Wewe na familia yangu mnaingiliana wapi mzee? Tusikoseane heshima mzee, manake sisi wote hapa, mimi na wewe, ndio watu wakubwa

Manake yeye aliweza ye kuvichukua hapa, sasa tutaweza kukitumia kwa leo, tutaweza kutumia hekima, manake hatutaweza kukitumia kiburi, na kwa heshima yako, manake unakaribia umri wangu, kwa heshima Kijana, uweze kumregeshea vitu vyake mahali uliweza. hakuna <mning> mm. kitu narudisha. Hata wewe unaonekana kwa kimoja na wewe, nakuuliza si nimekulelea ukitana mpaka akafika hapo ukileto upuzi na kufukuza wewe na yeye, mwende toka kwangu! Mbona ufiche vitu za mtoto? Nashinda nikitafuta. Wewe ni wangu, yeye ni wangu, nimekula leo kijana, akafika hapo. Hata hata wazee wenzangu wananishinda huku, akinichekacheka juu ya kulea mtu mkubwa kama huyu, lakini wakati unaficha hizo vitu na kukula pesa, si ndio? Juu sasa tumekaribiana tunatoshana mzee, kuna mambo atakuwa bado

Hata hivyo vitu ambavyo mpaka huyu msichana wewe, hakuna mtu. Nataka ninyi wote mtoke, naweza kulalea mtoto afike hapa, halafu uanze kunidharau na sema hakuna madharau. Madharau yanakujia wakati unaficha vitu za mtoto, nikiuliza unasema hapana, sio wewe, uko nazo. Basi. Ah, mama, hiyo kichwa kanirudisha mali. Mm, mm. Sasa hivi, hividaktari kidogo kidogo nisikie something. Ati? Ati aginati hiyo buzi atanirudisha mali ya nyumba gani kupikia na kupelekea manguo. Alipeleka lakini sasa za mtoto zinaingilia wapi na mahari? Zinaingilia wa wacha. First tu ulisema ukisema aku aku, aku pena mahari oh? Oh. Kwa. Unasema kupena mahari kwa? Nilipeleka ile mali kidogo ya kuzuia msichana ndio akuwa wangu. Sawa daktari. Ah, mama. Na kijana. Kwa sasa kijana kwa sasa mtaweza kupiga kelele ili hali mzee ana hivyo vitu karibu hapa amna, hapa amna kabisa katika hilo nyumba nikakata

Uliniambia kama nataka kumwa shamba iko mali ambayo ndio shamba yenye tunakaanga, si ndio? And then all of a sudden uja mama wako, mume wako, hadi sijui nani anasimama ananiambia nataka kumfukuza kwa shamba. Ile ndio pesa yangu. Not me, not me

Wallahi na wewe unajua tu hakuna vile unaweza nifukuza kwa shamba. Mimi nimenunua shamba iandikishwa kwa jina mtu mwingine ili kutumia pesa. Uo shamba kwa jina la nani? Lako, lakini usiongeze stories. Ulisema nilisema iandikwe kwa jina la nani? Weza kuketi chini kijana, okay, maanake mm, ili hata ukiweza kubwabwaja au utaweza kukipata kile ambacho unakihitaji kijana, okay. mm, niliposa mara ya kwanza tukikutana, nilikueleza ya kwamba weza kutulia okay. Na kazi yote weza kuniachia okay. Mimi najua jinsi ya kucheza nalo na wala usitie shaka mzee ataweza kunyooka na kuja katika njia yake sahihi mm. sasa hivi tunatumia hekima mm. kwa ajili ya umri tunampa hekima kidogo kwa ajili ya umri wake mm. lakini itafika pale wakati kiburi changu kitaweza kupanda na ataweza kukitumikia adhabu yake ila kwa sasa uweza kupunguza jazba, right. mm, mm, mm. Mm. Mm. Ah, mzee, yes. Kwa mara ya mwisho Manake siku nyingine ukiweza kuniona usiweze kunilaumu mzee, manake unakaribia umri wangu na sitaki tukafikishana mahali ambapo tutaweza kuwekeana kinyongo, mimi na wewe. Maana sisi sote ni binadamu na wote tuna familia ambayo inatutegemea sivyo? Na hata kama ingekuwa ni wewe mali yako imeweza kuchukuliwa na mtu mwingine, haungependa kudhulumiwa. mm. Kijana analilia haki yake, na kweli ni haki yake, anapaswa kupata vitu vyake aweze mm. mm. kumpa kijana mali yake ili aweze kuridhika. sina kitu yake najua kwa sasa mm. haona manake, kwanza wewe, kama Tapelekana na wewe vibaya sana. Ah, mzee tafadhali heshima iwepo. Mganga mamunda daktari. Si ndio hiyo daktari huyo. Unajua vibaya sana. Mm, kitu kitu kitu umeweka gani? Ah hata huyo mzee alijua vitu vyote vitaweza kuleta tatizo. Hata safari yo kijana ni Mungu ndio aliyemwongoza, manake huyo kijana angeliweza kulifika hapa, angeweza kulitoa, angeweza kulitoa Kenya, nilikuwa mchao

Kijana huyo hamna, hana chochote ndio. hmm. Alijua hilo hata kijana mwenyewe, hana hatia, ni mzee <coughs> alitaka kuweza kujilimbikizia. Mzee aliweza kujiwekea mali ili kuificha kwa yule kijana. Mm hilo -hmm. Mm, kijana hajui chochote kabisa, mm -hmm. Ili mzee alitaka kujificha ndani ili aweze kunyakua mali ya kijana ndiposa, mm -hmm. Akutaka kijana aweze kufika, maanake alijua italeta tatizo na hivyo vitu ambavyo vinavihitaji kwa sasa vipo hapa, vipo mali kwingine vimetiwa kule, ndiposa nakueleza kijana, tuende polepole pole. Mm -hmm. Tutaweza kuvipata vitu vyako wale wasiwe na haraka. mm, mm, mm, mm. Natumai umeweza kunipata kijana. Kwa mzee leo tutaweza kuhurumiana kidogo na mm. mm. kupa mda weza kujifikiria mimina, utakapo kuniona siku nyingine awa ufatane nao na urudi kwnakaa uko. Bomba yako imejengwa na pesa yangu nimekopa. Mda weze kujifikiria na utakapo kuniona tena, jua nitakuja na vita itaweza kuwepo na kila kitu kitaweza kuanza. Ila leo nakupa tu onyo mzee. Kwanza wewe unaitwaje? <coughs> wala usiweze kujali. na hizi ni nini umebeba? usiweze kujali mzee, hivi ni vifaa vya kazi, na hata sasa nikiweza kuamua nikufanyie kazi, au utanipenda kabisa. Acha nikwambie kitu moja, uenda kitari Utajua mimi ni nani. sawa sawa, hilo lina tatizo kabisa. Hmm, uta, nitambua hata wewe, wakati utafika mzee. Hmm, wakati utaweza kufika June. O, ni daktari mimi, wacha niweze kuwacha na mzee, niweze kuwacha na mzee, tuweze kuzungumza na kijana kidogo pale nje. Mawili sawa. matatu sawa. sawa. nini mweze kuzungumza Mkibaki hapa kisha utaweza kunieleza ni kipi kinachojiri. Wacha niweze kutoka na kijana kijana, tuzungumze kule nje kidogo.